Okay. Ee. Mimi nichukue nafasi hii kama binadamu mm. Kama ile familia yangu a, ni muombe dada yangu tajiri bosi mnaonaga mm. E, mimi naromba labda mimi mnafiki si mimi, lakini mimi kwenye, kwenye mambo ya ah, unaona oh. Si, uh, sasa <laughs> ni muombe dada yangu Aileen Uoya afanye jambo tajiri Okay. Aileen Uoya mm. Wewe ni mtu wa Mungu mm. Wewe ni mtu ambaye Mungu kakuleta una kipawa. Una kipawa chako mm. Basi si chote, hebu jicho lako litazamie huyu hey. Binti hata kama kuna sehemu labda alikukwaza hey. Basi futa Usami. Yote kama binadamu hmm. Kipo kwenye kwaresma pamoja na mwezi mtukufu wa Ramadhani hmm. Una pepo yako malipo utakuta kwa Mungu hey. Alinua najua hizi sio shida zako hata hey. Cha kumi tu pale alafu kumi nyingine nimwombe eh, kipenzi nani? changu Kajara Masanja, sasa hivi ushakuwa bosi dola, dola, dola eh e. E, e. Wasanii wote waliokuwa wanafanya kazi na Nicole hususan Huba, tamthilia Huba wakiongozwa na bosi Azizi, mchango upite. Tumtoe hey. Kwanza binti hey. Hmm. Alafu wale ya madada biashara ya wa maduka alikuwa anawafanyia kazi Nicole, ah, walikuwa wanatangazia kazi wake pale Jonijo. Mzio alikuwa girlfriend wako Jonijo, kwa hiyo toa fungu lako la tatu, okay pale naye naye naye, ah kwenye matatizo, si unasaidiana tu, aliingia alimkuta, e, katika sema ndio kwenda ku vitu eh, umeona. Kwa hiyo ni waombe wasanii nyuma, wewe unatoa ngapi? Eh, mimi nilichojaliwa, inshallah, daftari likaanza kupita na kwangu mimi. Usinisahau, wanipitishie daftari, kaka yangu Steve Nyerere, ndio muda wa wakati, so tunasubiri tu. Be, mambo siyo ya nini ya nini, ya nini nini viatu si vitu gani kakaangu, hii ndio nafasi na imani. Na Mungu kakupa kipawa kikubwa sana kakaangu. Mungu kakupa weredi, Mungu kakupa mu, muono yani, kauri ya kuongea na kusikilizwa. Basi fanya kitu, daftari lipite kama kiongozi wa wasanii. Yuma, kwani wewe huwezi kusimamia hilo daftari? Onyesha mfano. Maana yeye anaweza akachukua. Mimi nitaonekana utani, mimi simtoi utani, nimeweka utani mbele. Kuna watu wajua kufanya jambo, Steve Nyerere analiweza kabisa kuliweza. Haji Manala analiweza. Kweli, Haji Manala. Hawa watu wawili wasisubiri tu mpaka kampeni zifike waanze kupiga kelele ili nao kampeni na, sababu nayo ionekane na wazi. Atupingi sheria, tunataka sheria ichukue mkondo wake, ndio sherich kwa sisi tunamuombea ili aendelee aendele, tusubiria hukumu jamani, kama mashamsham tunamuombea sasa hivi ah, wasanii ambao mm, mnasimamia kwa mtu mmoja, hata mheshimiwa pia na naibu waziri mwanafe pia, ee, hey, mm, yule ni msanii jamani. BASATA kila sio siku mnafungia tu kama ka, kanamili kama ka, hey, kule jina lake lipo, kajisajili, siwezi kufanya kazi bila kujisajili. Wengine mbona hapo wanafanya chupli babuidi